Mafunzo ya uaskari yanahitaji ya nidhamu na uvumilivu wa hali ya juu sana. Nimesikia katika taarifa ya mkuu wa chuo kuwa baadhi yenu walifukuzwa kwa sababu mbalimbali ikiwemo ya utovu wa nidhamu. Hivyo ninyi ambao mnaishi leo, ni dhahiri imeonyesha nidhamu ya hali ya juu. Narudi kwenu askari waskari wa, wa heshima, napenda niwashirikishe changamoto kadhaa mtakazo kutana nazo kwenye jamii hii sasa, ikiwemo matishio kadhaa ya ugaidi, kuhaamia, dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na uhamiaji haramu. Hizo ni baadhi tu ya changamoto za kiusalama mtakazo kutana nazo kwenye mikoa wa mwendako, na idadi ushirikiano wa dhati na wakaribu kutoka kwa wananchi ili muweze kuzuia na kupambana na makosa hayo. Nilitoa <coughs> wito tena kwa wananchi waliofika katika fna hii kuendelea kutoa ushirikiano kwa Jeshi la Polisi kwa kuendelea kutoa taarifa za uhalifu ili tuendelee kuwa salama. Mkeli usalama, usalama ni nguzo muhimu wa maendeleo katika nyanja zote za maisha ya binadamu, na bila usalama hakuna maendeleo yanayopatikana. askari wainu mkeni kama mgonjwa wa UKIMWI kishio na kauma kwa a. Kwa hiyo mnatakiwa kujitunga na kujichunga msipate maambukizi wa UKIMWI. Kwa sasa taarifa kuhusu janga hili la UKIMWI na jinsi ya kujikinga zimeenea katika kila kona ya nchi yetu, licha ya kuwa mwishoni mwa mwezi septemba ishirini ishirini na nne ulituletea vijana wa kitanzania elfu nne mia tisa tisini na tisa kati yao wa kiume kiume elfu tatu mia tano themanini na mbili na wakike elfu moja mia nne kumi na saba na ukatuagiza tuwape mafunzo ya uaskari polisi sisi shule tuliwapokea na tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano Afande Awadhi Juma Haji Hagi, Commissioner Operation na Mafunzo, aliwafungulia rasmi mafunzo yao. Kufikia leo hii tumebakiwa na wanafunzi 4826 wanaume 3436 na wanawake 1390 Hii ni pamoja na wapiga buruji arobaini na wawili. Afande mgeni rasmi, wanafunzi mia mbili kumi na saba tuliwaachisha mafunzo na kuwaondoa chuoni kwa sababu mbalimbali mbali, zikiwemo uwezo mdogo wa kujifunza, lakini pia utovu wa maadili na utovu wa nidhamu katika eneo la tabia. Pale mgeni rasmi, wanafunzi hawa tumewafundisha jinsi ya kuwahudumia vizuri wananchi, kuwasaidia waliopata majanga na waliopata madhara ya uhalifu tumewafundisha kuuchukia uhalifu na kuwachukia kabisa wahalifu, wakiwemo wale wanaofanya vitendo vya uvunjifu wa amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Aidha, tumewafundisha maadili yote askari wa Jeshi la Polisi la Tanzania. Mafunzo hayo yaligusa sana nyoyo zao wote. Nidhamu ya hawa waliopo mbele yako ndio ambayo imeweza kuwafikisha hapa kwa sababu bila nidhamu, lakini pia na utii wa maelekezo mbalimbali ambayo yamekuwa kitolewa na wakufuzi, ninaamini kwamba leo hii hawa elfu nne mia saba themanini na mbili usingekuwa nao hapa. Afate mgeni rasmi. Ni matumaini yetu kuwa wahitimu hawa watakwenda kufanya kazi kwa weledi, uzalendo, uadilifu na uaminifu, lakini pia kuheshimu mamlaka halali na kuwa na utayari wa kukabiliana na changamoto za kiusalama katika mazingira yanayobadilika kila siku ikiwa ni pamoja na kutoa huduma bora kwenye vituo ama maeneo yao ya kazi utakaowapangia.